Habarini za kushiba. Kuku vipi? Tunatarajia mwakani, kikao kinachofuata tunakula kuku kutoka wapi? Tunaendelea, kuna destiny, unataka nisome? Hongereni sana kina mama. Tufanye ratiba yetu kidogo hiyo nyepesi kwa ajili ya changamoto za hali ya hewa na barabara pia. Kama tulivyosema wale, kikao cha ndani kilipendekeza watu ili tuweze kupata watu kutuongoza kikao cha leo, sababu ingekuwa ni tafurani kama tunakuja hapa hatuna kiongozi wa aina yoyote. Kwa viongozi walioteuliwa walikuwa ni viongozi wa muda, kwa hiyo mi nitawatambulisha, ila nyie ndo mtaafi kituchague wengine wapya ama waendelee hao hao viongozi wa kwanza. Tumesema kwamba tutakuwa na okay tutakuwa na hicho kikundi chetu ambacho tumekisajili kama ndo the destiny Eagle Vision, tutakuwa nayo lakini, ndani ya Eagle Vision, tutakuwa na department tofauti tofauti. Kwa mfano kuna wale watakayesema sisi tunataka tuwe washonaji, tunataka tuwe watu wa saluni, tunataka tuwe wa anyway, sijui waigizaji, tunataka tuwe washona vitenge, watengeneza sabuni. Tunao watu wa wapya wanaofanya activities mbalimbali, wapishi na kadhalika. Kwa hao tunasema labda wakae kama, kama watajichagua watano, watajichagua kumi. Uongozi utakaosimamia utawasimamia uo Vision, lakini na wenyewe ndani ya kikundi chao tutakuwa na katibu na tutakuwa na afisa mradi wa kikundi hicho. Tukubaliane, kwa mfano hichi kikundi kinatengeneza sabuni kikauza sabuni zao, asilimia ngapi tunataka iende kwenye Ego Vision na asilimia ngapi wanatakiwa wao kama pato lao la ndani? Tutakubaliana hapa, lakini pia tutakuwa na kitengo cha nidhamu kwa sababu kuna vigezo ambavyo vitakufanya mwanakikundi ubaki kuwa mwanakikundi na kitakuondoa kama utaenda kinyume, lakini sisi hatutaweza kukuondoa kama kamati ya nidhamu ajaridhia kile kitendo ulichokifanya, kama kipo kisheria, kama kipo nje ya sheria. Kwa hiyo, kuna matatizo ya kikundi tutatatua sisi wenyewe kwa kutumia kamati ya nidhamu, lakini kuna matatizo ya kikundi tutapeleka katika haki za kisheria. Sijui, tunaelewana? Kwa hiyo tutachagua tena kamati ya nini, ya nidhamu, angalau wawe wangapi? Watano. Lakini pia tutakuwa na kamati ya maafa watano, lakini na kamati ya furaha au sherehe au harusi, tunasema wangapi? Watano. Kwa hiyo hawa watu wa maafa watatusaidia huyu mtu kafiwa kweli na ni yule ambaye yupo kwenye picha yetu, lakini yule mtu wa harusi, pia kamati ya harusi itatusaidia pia mwanachama wetu ndio anaoa anaolewa ama anaozesha wale watu ambao tumekubaliana wawepo kwenye huduma zetu, si ndio? Eh, kuna kamati nitakuwa nimeisahau, kwa mapendekezo ambayo yalikuwepo kwenye kamati ndogo tuliokuwa tumekaa kwenye ofisi ya Mungwe. Mimi pia ukiachana na kuwa ni mkurugenzi wa kampuni ya Mungwe, mimi pia ni mwanachama wa kikundi kitakachoteuliwa The Destiny kwa hiyo na mimi laki moja yangu mnatakiwa kuiona, na picha ya watoto wangu ishirini mnatakiwa kufanyaje? <laughs> <laughs> mbona mnacheka? <laughs> si tumeamba tunaleta picha, kwa hiyo tutawaona pia. Tumeelewana eh? kwa hiyo kwa mantikio, kwa sababu na mimi ni mwanachama, siku ya ya hicho kikao cha ndani niliteuliwa kuwa mwenyekiti wa igo au Destiny grupu ambayo itakuwa imetengenezwa, kwa kama mtasema sio mtasema endelea kuchekecha. Kabla sijamalizia, kwa upande wangu wa kushoto aliteuliwa kuwa katibu wa kikundi ambacho tunaenda kukiteua Madam Ifigenia, yes, Ifigenia Ponera. Lakini kwa upande wangu wa kulia, na mama hapa, tumezingatia umri, vigezo na masharti, ufanyaje? tukasema atakuwa ni mmoja wa kamati ya maadili na malezi. Lakini mbele tunapofuata, kuna dada aliteuliwa kuwa katibu msaidizi. Yupo aliochaguliwa mweka hazina, naona ametoweka kidogo, amepata changamoto ya kuweza kufika kwa hiyo tutachagua tena mweka hazina mwingine. Pia kwa sababu angefika tungemuona, pia tunge conclude, eh. Sawa, mweka hazina, mnajua kazi yake, lakini tumesema kazi ya pesa hatuweki mifukoni kwa mtu, ila yule jukumu lake ni kutusapoti. Kwa hiyo sema, tunachagua mweka hazina, naenda kuweka pesa zetu. Hakuna atakayeka pesa yako. Siku hizi mama, anaenda kidijitali, pesa zitawekwa kwenye taasisi husika za kifedha. Tumeelewana kwa mwekazina kama tutasema tuweke laki mbili kuku akitaka chakula cha elfu hamsini tutoe, tutasema. Lakini pesa zote zitakaa kwenye nini, taasisi za kifedha. Kwa mantiki hiyo, sasa tukianza na kamati kuu, tukianza na kamati kuu, mwenyekiti. Mmemwelewa? Mjamwelewa? Mmemwelewa? Kwa hiyo apite asipite? asipite. Kwa hiyo swala la mwenyekiti tumemaliza. Ndio. Naomba katibu asimame. Kazi ya katibu pia tukumbuke, majukumu mengi ya katibu ni kutuendeshia vikao vyetu, lakini pia usajili wowote tunaoenda kufanya mbele ya hivi tulivyovipendekeza vinategemea katibu. Kwayo, katibu. Kwa hiyo mnapochagua katibu muhakikishe kwamba ni katibu ambao atakuwa tayari kusimamia hizi shughuli zote, usajili kuanzia wa serikali ya mtaa mpaka wapi, Brela na kutukabidhi jina la kikundi chetu. Lakini pia kulingana na sisi tunatoka sehemu mbalimbali, labda hapo tukisahau hicho kipengele, tukasema kampuni ya Mungwe ipo wapi, Twangoma. Ili tusajili kikundi, tunatakiwa tuwe na utambulisho wa serikali ya mtaa. Je, tutasema sisi tunatokea wapi? Kwa hiyo tukasema ibebe dhamana ya kusema kwamba sisi ni wana Twangoma. Kwa hiyo usajili utapitia serikali ya mtaa ya wapi? Twangoma. Hao, tumeelewana? Nimejibu hilo swali, si kapata swali kama hilo, je, serikali inaenda kutambulishwa ni ya wapi? kwa hiyo tumeelewana, eh? Kwa hiyo katibu wetu tukiyechagua atakuwa na jukumu hilo. Katibu, tunaomba usimame tafadhali, kwa heshima yako, japo mimi ni mkubwa na ni mdogo kuliko watu wote humu ndani. <coughs> <coughs> Jamani, katibu mnamuona, lakini mimi nilimuuliza swali limoja. Sisi tutakukabidhi majukumu, usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kukusindikiza serikali ya mtaa mimi kusogeza tu na huyu pia anakaa ile nyumba namba ishirini. <laughs> Mangine unafanya mwenyewe, uko tayari? Akajibu nipo. je yeah. kuna mwingine alipokaa yupo tayari, tumpigie kura kuwa katibu. Tukimpigia simu, kuna kuna saini imekosea, unatakiwa urudi, unatakiwa urudi haraka ambaye yupo tayari asimame hapo alipo. Katibu mmempitisha, kwa hiyo sio katibu ampito tena. Naona mwalimu ananong'ona pale, tunaomba tunaomba uwasilishwaji mwalimu mwenye mewani, kuna jambo nataka kusema, tudiekee wazi, si ndio? Sijajua so, so, so, so, so, so, so, kama kama tunaokoa muda ama tuna, tuna, tuna kwa sababu kama mtu ukichaguliwa, haijalishi huko wapi, lazima ufanye kazi. Ndio hatuchagui yani, tunaweza tukawa mwingine yuko Dodoma, lakini akafanya kazi za Dar es Salaam. Kwa hiyo kama nilivyoelewa mwanzoni, mlivyoanza mlisema kwamba nyinyi mlichagua, nadhani uliitisha kikao pale siku ile ukasema. Kwa hiyo hapa au, mimi kwanza nataka kujua mlichaguliwaje? moja yaani, e, msiseme ee, nanii tu mnisikilize. Kwa well, tuliwapataje hawa viongozi wa kwanza, then baada ya hapo. Sorry, labda huenda niichelewa, nawarudisha na nyuma, yes na haki, kwa sababu ni mwanachama, si ndio? Na kuna siku nitakuja kuuliza ili nisiwe na quarrels na nini, sawa, kwamba tunatakiwa tujue walichaguliwaje, lakini pia kwa sisi ambao hatujui, lakini pia baada ya nyinyi kuwa mmetuongoza hapo leo, baada ya hapo ilitakiwa mnyanyuke, mpishe sasa, kwamba tunaanza uchaguzi mpya, tunachagua mwenyekiti, katibu na wengineo kwa kupiga kura hizo. Mimi najua ni hivyo, lakini kama muda haunini hauninibai, tukishawapata hao sasa, ndio wataanza kugurudumu la kutupe. Mimi wakati najitambulisha, from the beginning, nimesema kwamba ni katibu wa muda, si ndio? maana yake yeah, maana yake ni kwamba anachojaribu kukisema CEO hapa ni kwamba ana present wale viongozi wa muda waliokuwepo, sawa. Halafu nyiye mseme kamba mnaridhia waendelee ama wasiendelee, tuchague wengine. Dodoma wakafanya kazi za Dar es Salaam, si ndio? Lakini kwa upande wa katibu tunahitaji fiziko. Ita viongozi tunaochagua tuangalia mwenendo na utendaji kazi wao. Tuchukulie mfano, tukiona hauturidhishi, tutakaa mezani kufanyaje kuchagua hao hapo, mnasemaje? Tulimaliza kwa nani, katibu msaidizi eh? Ila tukasema mweka hazina hayupo, ila tukasema jamani, mweka hazina ni mweka hazina, tunamweka hazina jina, atashughulikia tu masuala yetu ya kifedha, lakini kuhusiana na masuala ya kuweka fedha, tutaweka taasisi za nini. Kwa msije mkachagua mtu kwa wasiwasi, kusema taweka hela zenu mfukoni, hayupo. Tumeelewana, na hata mkisema tuweke signatory kumi, tutaweka ukiachana na viongozi uwepo na wajumbe ishirini, tutafanyaje? Lakini huyo mjumbe awe committed. Jamani, kikundi kikisema tunataka milioni tukaweke mradi, awe tayari kutoka kwenda benki, sio tena za kusema na dharura. Hela zitatoka ticha. Naomba usimame ticha, tunaomba usimame, tunaomba usimame kwanza kwa cheo ulichopewa. Okay, teacher amependekezwa kamati ya nidhamu, wangu wanasema teacher, we kamati ya nidhamu. Naomba kachukue jina la teacher pale. Kachukue jina lake pale, aya na, na huyo wa kwanza mama, wa pili teacher, namba tatu tunaomba upendekeze mtu nitaomba wan... majina mawili. Kwa hiyo amechaguliwa, chaguliwa. Bado bado mtu mmoja mama mama. Mama huyo. Mama huyo mama mama huyo. Mama. Na vigezo na mashati vimezingatiwa. Haya jamani, tumemaliza eh? Watano mama, mama ticha dada, dada. Kamati ya nidhamu, kwa hiyo wale ambao tuko tunasema kizazi cha mwendo kasi, tuna watu wadogodogo kama sisi watatu, watatuangalia, lakini wale pale wakitoka, watawaambia unajua, mama wale, sisi ni watoto wadogo wako hivi, ini spidi yao ni ya 5G mwendo kasi. Mama mnasemaje? Watawaambia mambo yataenda sawa. Haya, tunaingia kamati ya sherehe kutuhakikishia kwamba kwenye upande wa sherehe atupewe mtoto wa shangazi aliolelewa katika hiyo nyumba akawa anaolewa au anaoa tukamchangia. Kwa hiyo kamati ya sherehe itatuhakikishia picha zetu tulizoziweka pale ni sawa, lakini chagueni wenye macho mazuri, wasije akamuona huyu ana macho hivi akalinganisha akasema macho yanafanana atakuwa ndo huyu mtoto wake. Hapana. Watano, kamati ya sherehe kazi ya kamati ya sherehe na wapa kazi ya kamati, unaweza kufanya tafiti na kutuambia kwamba hiyo sherehe ni ya ukweli au sio ya ukweli. Pili, pili uwe mhamasishaji wa utoaji wa pesa kwa wananchi au wajumbe, ili tuweze kufanikisha hilo jambo kwa wakati. Sisi tusipotoa hela tukapigwa kwa faini makusudi, tuseme au kibahati mbaya, tutalaumu kamati ya nini, ya sherehe, kwa sababu harusi ina muda, sio sawa na nini na kifo. Haya, tunaenda kwa upande wa kamati ya sherehe <laughs> pia, si umemaliza kuandika majina nisi, nikaingia kamati ya sherehe, hoja wengine usije <laughs> ukaua jirani yako. Ah, okay, Mama Shalendo, alitoa ile stori ya msiba ndo eh? Mmenikumbusha kwao, usija ukaua mtu kwa makusudi kwa sababu unahitaji la pesa, ukiachana na, na dhambi utakayoipata lakini pia utajidhalilisha na kudhalilisha jamii ambayo tupo. Aya, kamati ya msiba mikono juu.